Karibu tena kwenye Tunu za Kiswahili! Leo tunakupeleka kwenye sehemu ya tatu ya hadithi ya Kijana Maskini na Safari ya Mafanikio. Kama bado huja subscribe kwenye Tunu za Kiswahili, hii ni nafasi yako. Bonyeza kitufe cha subscribe na usikose vipande vijavyo vya hadithi zenye mafunzo, kusisimua na kufundisha familia nzima. Kila changamoto ni fursa na kila hatua ndogo ni hatua kuelekea ndoto. Methali ya Kiswahili inasema subira huvuta heri. Amani, kijana maskini kutoka kijijini, alijua kuwa subira na bidii ndio upunguo wa mafanikio. Siku za kazi sokoni ziliendelea, na kila gunia alilobeba lilimfundisha uvumilivu na hekima. Amani alijifunza kuwa sokoni hakuna rahisi. Kila kila siku alikumbana na changamoto: wateja wachache waliokuwa na pesa kidogo, wafanyabiashara wakubwa waliokuwa wakimtazama kwa mashaka, na vijana watekaji wa sokoni waliokuwa wakimdharau. Lakini Amani hakukatishwa tamaa. Alijua kuwa kwa bidii, hekima na ujasiri hata changamoto ndogo zinaweza kuwa daraja la mafanikio. Siku moja alipokuwa akibeba gunia la nafaka kwa Bwana Juma, wateja walianza kumfahamu. Walianza kumkaribisha kwa heshima, kumpa chai na mkate kidogo na kumpa vidokezo vya jinsi ya kuboresha biashara yake. Methali inasema, akili nyingi hujenga, lakini binafsi huangamiza. Hapo ndipo Amani alijua kuwa kujua kushirikiana na wengine ni siri ya mafanikio. Baada ya muda mfupi, Bwana Juma alimfundisha mbinu za biashara, jinsi ya kuhesabu gharama na faida, jinsi ya kuzungumza kwa heshima na wateja, na jinsi ya kuhifadhi pesa kidogo kidogo ili kuwekeza kesho. Amani alianza kuona matokeo, faida yake ndogo ndogo ilianza kuongezeka na moyo wake ulijaa matumaini. Lakini hatimaye changamoto mpya zilisonga mbele. Wafanyabiashara wakubwa walifika sokoni kuanzisha ushindani mkali. Waliuliza, kwa nini kijana maskini anashirikiana na wateja wa kawaida? Lakini amani alijua methali nyingine ya Kiswahili, usipoziba ufa utajenga ukuta. Hakukatishwa tamaa Alijua kuwa kila mtu anayejaribu kukuangusha anaongeza hekima na bidii yake. Amani hakujali vizingiti hivi. Alijifunza kuhesabu faida kwa uangalifu, kupanga mikakati ya kuuza nafaka kidogo kidogo, na kushirikiana na vijana wengine waliokuwa na ndoto kama zake. Kikundi kidogo walichounda kilimsaidia kupata wateja zaidi, kushirikiana na kupata maarifa mapya na kuongeza ujasiri wake wa kufanya biashara kubwa. Hapo ndipo Amani alianza kuona kuwa kila hatua ndogo, kila gunia alilobeba na kila hesabu aliyojifunza ilikuwa ngazi ya kupanda kuelekea ndoto yake kubwa. Siku baada ya siku aliona mafanikio madogo: nguo mpya, chakula kingi na familia yake ikifurahia hali yake lakini moyo wake ulijua kuwa safari yake bado haijakamilika. Methali nyingine inasema, asiyesikia la mkuu huvunjika na kifusi. Amani alijua kuwa kusikiliza walimu wake, marafiki wa kweli na wateja waliokuwa na hekima ndilo njia ya mafanikio endelevu. Alijua kuwa hata mafanikio madogo yana thamani ikiwa yamejengwa kwa bidii, hekima na ushirikiano. Kila usiku akiwa amelala chini ya jua la jiji, alijiseme kwa moyo wa matumaini. Hii ni hatua tu. Kesho itakuwa bora zaidi. Nitashinda changamoto. Nitakuwa mfano wa mafanikio na ndoto yangu itatimia. Hivyo basi, wasikilizaji wapendwa, usikose sehemu ya nne ya hadithi hii ya Amani. Usikilize, ujifunze na uone jinsi kijana maskini anavyopanda ngazi ya mafanikio. Hatua hatua kwa hatua. Kumbuka kubonyeza subscribe kwenye Tunu za Kiswahili ili usikose vipande vijavyo vya hadithi zenye mafunzo, kusisimua na kufundisha familia nzima.